Valentine haikuanza kwa maua wala chocolate wala maneno ya I love you kama ambavyo watu wengi wanafanya sasa hivi. Valentine Day ilianza kwa dhabihu za damu, viboko vya ngozi ya mbuzi na kunyongwa kwa baadhi ya watakatifu gerezani. Ndiyo, na hii ndio halisi, ndiyo historia halisi ya Valentine Day. Je, ni nini kilichojificha ndani ya siku hii ya Valentine? Valentine ilianza kama sherehe ya mapenzi au ilikuwa kama ni hadithi iliyogeuka kwa biashara au ni kumwenzi tu Mtakatifu Valentine? Na unadhani ni kweli kwamba Mtakatifu Valentine ndo aliandika barua ya kwanza ya mapenzi? Na kwa nini baadhi ya wa Wakristo na Waislamu wanaikataa kabisa siku ya Valentine? Ukweli ni kwamba Valentine Day ni mchanganyiko wa dini siasa, fasihi na biashara za kimataifa. Watu wengi walikuwa wafahamu hili. Sasa ungana na mimi kwenye Historia ya Vitu Rahisi, mahali ambapo tunakupa hadithi na historia za vitu vya kuwa kawaida sana, tena vya kuaminika. Kuendelea kupata stori hizi ni kuomba tafadhali, usisahau kutusapoti kwa kusubscribe hapo, na fanya hivyo ili tuweze kutembea pamoja. Asante kwa sapoti yako. Kabla ya kujua nini maana ya Valentine na Valentine ilianza vipi, ngoja ni kurudisha nyuma kabisa, kipindi cha uhai wa mtakatifu Valentine mwenyewe. kulingana na andiko la Pasio Sant Valentine, kulikuwa na scofoly aliyeitwa Valentine wa Terni aliyekuwa na karama ya uponyaji katika kipindi cha utawala wa mfalme Claudius wa pili uko nyuma kabisa kipindi cha karne ya tatu kabla ya Kristo. Mtakatifu huyu alimponya kijana Charemon aliyekuwa na ulemavu mkubwa wa mgongo, tukio lilosababisha familia nzima kuweza kuokoka na kuongoka kwa Wakristo. Kwa mujibu wa andiko wa Valentine de Terni la Wikipedia, Valentine alikamatwa na Kaisari au mfalme Claudius wa pili kwa kosa la kuweza kuwaozesha askari au kuwaoza askari kwa, kwa siri kabisa, na sababu kubwa ilikuwa ni kwa sababu mfalme huyo alipiga marufuku kabisa vijana wote kuweza kuoa, yaani aliwapinga wasiweze kuoa, akiamini kwamba wanaume wasiooa walikuwa, na walikuwa ni askari bora sana vitani na inasemekana kabla ya kuuawa tarehe 14 Februari kwa miaka 267 kabla ya Kristo, Valentine alimwandikia binti kipofu ambaye alikuwa ni mlinzi wa gereza barua iliyosainiwa kwa maneno ya Wako Valentine. Sasa je, maneno haya ni kiashiria tosha kwamba Valentine mwenyewe ndo al alianzisha simulizi za kimapenzi katika siku ya Valentine au ilikuja baadaye? na kimoja ya kitu ambacho natakia kufahamu ni kwamba kabla ya Valentine kulikuwa na tamasha la kipagane la Lupercalia. Kama anavyoeleza Thomas Novak katika The Pagan Origins of Valentine's Day anaelezea anasema tamasha hili la kipagane la Lupercalia lilihusisha kabisa dhabihu za mbuzi, makuhani na kuwapiga wanawake kwa ngozi ili kuleta uzazi na waliamini mfumo huo ulikuwa ni bahati nasibu kwa vijana kuweza kujipatia wanawake eh, kwa wakati huo. Mpaka kufikia karne ya tano Papa Gelasius wa kwanza alifuta kabisa Lupercalia ambayo ilikuwa ni tamasha eh, la kuweza kuenzi eh, upagani huo uliokuwepo kipindi hicho, na badala yake baada ya Papa huyo Gelasius kuweza kufuta kabisa weza kuanzisha kumbukumbu -kumbu ya Mtakatifu Valentine ambayo ilikuwa tarehe 14 Februari kama ni kumbukumbu -kumbu ya upendo na kujitoa kwa Mtakatifu Valentine kwa mapendo aliyokuwa nayo. Na hii ilikuja baada ya kuona tamasha hili la kipagani kupewa kipaumbele na sura mpya ya Kikristo. Ikumbukwe kwamba tarehe 14 Februari ndio ilikuwa tarehe ambayo Mtakatifu Valentine aliweza kuuawa katika mikono ya utawala wa kaisaria au mfalme Claudius wa pili huko zamani kabisa. Sasa ilikuwaje kumwenzi mtakatifu Valentine mpaka kwa siku ya wapendanao kama ilivyo sasa hivi? Unadhani ni nini ambacho kilichojili katikati ya hapo? Mfahamu mwana mashairi Geoffrey Chaucer, mtu aliyegeuza Valentine kwa siku ya mapenzi. Ikumbuke kabla ya hapo watu waliendelea kumwenzi Valentine siku ya tarehe 14 Februari, kama ambavyo Papa, uh, Papa Gelasius wa kwanza alivyoweza kuifuta, uh, ile tama, matamasha ya Lupercalia na kuweza kuanzisha kumbukumbu -kumbu za kumkumbuka -kumbu mtakatifu Valentine kwa mapendo aliyokuwa nayo. Ina maana watu waliendelea kusherehekea Valentine kama kumbukumbu lakini -kumbu. mpaka mwanamashairi mmoja wa kuitwa Geoffrey Chaucer aliweza kugeuza Valentine kuwa siku ya mapenzi unaambiwa kwa mujibu wa Mj Kel katika The Chaucer and the Cult of St Valentine, Geoffrey mwanamashairi huyu ndiye aliyeunganisha rasmi Valentine na mapenzi ya kimahaba kupitia fasihi ndani ya siku ya Valentine. Huwezi kuamini, mnamo karne ya 14 mwanamashairi huyuhuyu Geoffrey Chaucer aliandika moja ya shairi ambayo inaitwa Parliament of Falls na akasema kwamba ndege huchagua wenza wao siku ya Valentine kwa maneno haya. Waandishi wengi wanasema Chosa alichochea na alifanya siku hii kuwa ni lugha ya kimapenzi halisi. Pia walikuwepo uh, wanamashairi wengine kama Charles de Orleans na wengine walitumia mashairi ya siri kueleza hisia za mapenzi, wakifanya Valentine kuwa ni siku ya lugha ya kimapenzi. Jambo la kujiuliza ni kwamba ilikuwaje, Valentine kuhusishwa kutoka imani mpaka mapenzi hadi kuwa biashara? Kwa sababu kile ambacho nakiona ni kwamba siku za Valentine watu wanaenjoi, wanatumia wanatumia na barua na vitu vinakuwa ni vingi sana. Sasa ilikuwa vipi mpaka mambo yanakuwa mengi kiwango hiki? kutokea kwenye imani ya kumwenzi Mtakatifu Valentine mpaka kufikia kwenye mapenzi kulingana na maandishi au shairi ambalo liliandikwa na Geoffrey Chaucer. Ni nini kichojili? Kwa mujibu wa Worcester Historical Museum, mfanyabiashara Esther Holland aliweza kuanzisha na kuzalisha kadi za Valentine kwa wingi mwaka 1849 na biashara hii ya kuuza kadi ilikuwa kwa kiwango kikubwa sana. Biashara hii ilikuwa kutoka dola elfu tano hadi dola laki moja kwa mwaka kabla ya mwaka 1881. Hapo ndipo Valentine ilipoingia rasmi kwenye uchumi wa soko duniani. Leo hii unapozungumzia Valentine day unazungumzia kitu kingine kabisa. Ni moja ya siku zenye matumizi makubwa sana duniani, matumizi makubwa ya pesa. Alexandros Kailo anaeleza kwamba baadhi ya mitazamo ya kidini inakanusha kabisa sherehe hizi na matamasha haya ya Valentine tarehe 14 Februari. Anasema, anaeleza kwamba kanisa la Orthodox lina mwenzi Valentine kama shahidi wa upendo wa Mungu, yani upendo wa agape na si mapenzi ya kimwili kama ambavyo watu wengi wanafanya sasa. Kuna wengine wanadai kama Watchman catholic charismatic campus Catholic Fellowship wanakosoa maadhimisho ya wa kisasa wakidai kwamba Valentine imegeuka kuwa maski inayoficha asili ya kipagani. Kikubwa ni kwamba leo hii Valentine day imekuwa ni siku ambayo vijana wanaitumia kama fursa za kufanya mapenzi, kulewa na kufanya mambo ya hovyo kabisa. Kibaya zaidi ni kwamba, siku hiyo vijana wanaliwa pesa zao nyingi sana. Hali hii imekuwa mjadala mkubwa katika jamii kuhusiana na maadhimisho, maadhimisho haya ya Valentine tarehe 14 Februari. Je, ni kweli maadhimisho haya ya Valentine bado yanaendana, yanaendana na maadili ya kidini na tamaduni zetu au yamegeuka kuwa siku ya anasa na upotevu mkubwa kwa jamii ya sasa? Kibaya ni kwamba kanisa halikubuni Valentine kama siku ya mapenzi bali fasihi ndo ilibadili kabisa maana halisi ya Valentine Day. Kwa zaidi ya miaka 1700, Valentine imebadilika kutoka matambiko ya uzazi, mateso ya watakatifu kadhaa hadi kuwa biashara za kimataifa. Lakini swali ni hili. Je, wewe unaadhimisha nini tarehe 14 Februari? Unaadhimisha mape, una mapenzi ya kweli, utamaduni, biashara au mila usiyojua asili yake? Au ni kitu gani ambacho wewe unachokiamini kupitia Valentine Day? Ni upendo halisi kwa watu wapenda nao, au ni dhamira gani ambayo unadhani ipo ndani ya Valentine Day? Andika kwenye comment, tukutane kwenye comment kuhusiana na kile ambacho wewe unadhani. Maoni yako ni nini kuhusiana na Valentine? Ni kweli kwamba Valentine inaharibu au Valentine ipo kwa ajili ya kuweza kuenjoy kwa maana ya kwamba, ya kuweza kubadilishana mawazo kwenye moja na mbili, baada ya vitu vingi kuweza kutokea. Yes, unaweza kaandika kwenye comment hapo, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujatusupport kwa maana ya kwamba kusubscribe. Hapo ni kuomba tafadhali tusupport kwa kusubscribe. Bonyeza alama kengele hapo mambo yakae vizuri zaidi na zaidi. Lakini pia kama kuna jambo ambalo unatamani kufahamu asili yake, unatamani kufahamu historia na asili kiundani, hadithi yake ilivyokuwa mpaka kuja kutokea, unaweza kaandika kwenye comment hapo, ili mambo yawe mazuri zaidi, tunaweza kuruka nayo na mambo yanakuwa poa zaidi, right. Mimi nikushukuru kwa kuweza kutazama video hii, tukutane katika video nyingine inayofuata. Mambo yawe mazuri zaidi, kila kitu kina historia na kila kitu kina hadithi yake. Asante.